Kile ambacho kinazungumzwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii ni taarifa ambayo inataja kwamba rais wa Venezuela Nicolas Maduro ameweza kukamatwa katika operation special iliyoendeshwa na jeshi la Marekani mjini Caracas na kushambulia miji mingine nchini humo. Inatajwa kwamba wale ambao wanaoamini ya kwamba ushirikiano wao na Urusi ambaye Urusi anatajwa kuwa ni asimu wa Marekani moja kwa moja watakuwa wapo salama. Kitendo hiki kimepelekea maswali kemkem katika mitandao ya kijamii ikitajwa kwamba wakati ambapo jeshi la Marekani likishambulia Venezuela, wapi walikuwepo washirika wa Venezuela? Kama inavyofahamika ya kwamba mshirika wa Venezuela ni pamoja na Urusi na China, ambapo ilitajwa kuwa kuna mashua za kivita za jeshi la Urusi zipo katika bahari ya Caribbean kwa ajili ya kumuhami mshirika wake Maduro lakini jambo la kushangaza ni kuona ya kwamba operesheni hii ambayo imeendeshwa na jeshi la Marekani jeshi hilo, aidha meli hizo za kivita za jeshi la Urusi katika ukanda huo hazikuweza kukabiliana na jeshi la Marekani na kuweza kufaulu operesheni yake kama inavyodaiwa ya kwamba hadi kufikia kumchukua rais Maduro na kumpeleka kusikojulikana, inatajwa kuwa ni warning kwa washirika wa Urusi ambao wanaotegemea kwamba Urusi Urusi atakuwa kama mkombozi wao pindi ambapo taifa moja au jingine litakapochukua jukumu la kuvamia mataifa hayo.